Nimegundua mwezi huu wa kwanza kuna mifungo mingi sana hasasa ya kidini ambayo inahusianishwa na kumwalika Mungu kwenye maisha aa, katika mwanzo wa mwaka. Sasa, kitu kimoja cha pekee kuhusiana na kufunga ambacho nataka ukijue pia ni kwamba kufunga ni kuifanyisha mazoezi nia, kuweza kuvumilia, kuweza ku kuitiisha nia yaani, ile kwamba nataka nifanye hiki lakini sitafanya kwa sababu ninataka nifanye kitu kingine badala yake, au nataka nifanye hiki lakini e, nafsi yangu au malengo yangu hayaendani na hicho kitu, kwa hiyo sitakifanya. Sasa ukiangalia chakula ndio jaribu kubwa zaidi ambalo kama ukilishinda ni rahisi kuwa umeweza kuitrain ile nia yako hata kushinda mambo mengine pia, yaani ukiweza kushinda kwamba natakiwa nile lakini sitakula, nimefunga. Ni rahisi pia kusema ninasikia ashki ya kufanya tendo la ndoa lakini sitafanya. Maana yake ni kwamba umeshinda tayari ile mihemko mingine. Au e, ninajisikia na hasira, nataka nifanye kitu lakini sitakifanya, kwa sababu nia yangu ina nguvu ya kuweza kufanya maamuzi, kufanya kitu sahihi hata kama Eh, hisia zinanisukuma kufanya kitu kingine, ile nguvu ya nia yako ile nguvu ya kufanya maamuzi inafanyishwa mazoezi unapokuwa unafunga. Kufunga ni namna rahisi sana, na unaweza ukashinda vitu vingi uh, ukaviweza, hata zile tabia zingine labda addiction fulani unaweza ukazishinda pia, endapo kama utafunga. Kwa hiyo kama unapambana labda na, na addiction za chakula addiction za tabia, addiction za uvutaji, addiction za kujichua vijana. E, namna mojawapo nzuri ambayo unaweza ukaanza kujifundisha nia yako ni kwa kufunga. Kwa hiyo take your time, funga e, pamoja na malengo mengine ya kiroho ulionayo, lakini kiafya na kitabia kufunga ina faida sana. Kwa hiyo kama upo kwenye mfungo nakutakia mfungo mwema na Mungu akufanikishe kwa kila ambacho unakifanyia